Niaba ya waheshimiwa madiwani na kwa niaba ya wananchi wote wa Ludewa, na nyanyua wa sauti hii kwa furaha kubwa sana kwamba kilio chetu cha madawati ya kila mwaka au ya kila miaka sasa, kilio hiki kinaenda kufa, na anayekuua kilio hicho ni mpendwa sana kuweko wilaya. Tupige makofi. Nimesimama hapa nilifikia mara aa, uanasema kila kata itajijua yenyewe. Kila kata kama madawati itajijua yenyewe, kwa hiyo diwani akikaa kule na tendaji kata na wenyeviti wa vijiji ndio wanahangaika. Baadhi ya kata zilikuwa na unafuu kwamba bado zipo watu wenye uwezo hapo, lakini baadhi ya kata ikawa sasa ni hali mbaya zaidi. Kwa hiyo ulivyokuja mkuu wa wilaya umefanya kitu kimoja kwamba wote sasa tuwe sawa kama hata yule mtu kabisa sasa apate kupona. Kitendo hicho nakushukuru sana kwa ila, lakini sitakuwa na fadhila kama sitawashukuru wanangu wote waliokuwa na moyo wa kuchangia. Nitatoa mfano TFS wamechangia milioni ishirini na mbao kama mia moja na kidogo fisi binafsi wametoa michango mikubwa. Hata kama leo mjasoma, siku ile tulikuwa kwenye nanii tuliiona. Tunapongeza sana na waendelee kuwa na moyo huo, na leo hii tumeona kundi la Ludewa ambao mawasiliano wanatumia WhatsApp wamefanya kitu kikubwa sana breath, na sio leo tu, walianza muda mrefu. Hawa ndio wanaogea wenyewe. Kwa hiyo nawapei pongezi sana, mwendelee kuwa na moyo huo Nisiwe mwongeaji sana, niseme kwa wilaya tunakushukuru sana. Na wenga, hata sisi madiwani tukwambia ukweli, tutapita huko. Sisi wanasiasa kwama, nikipita asi, tunapita huko kwamba ma. kwa ma. kunaye madawati eh, sisi imechangia hapana, mzee. Sasa unajua tumepata wapo, hatujui ndio sisi sasa tumekaa kule na mkuu wa wilaya tumefanya vitu, wananchi milaksi tu, mambo yanaenda. Kwa hiyo kichagua diwani mwingine, bunge mwingine, shauri lenu. Sisi ndio tutazidi kuwasaidia katika mambo mengi kwao, na sisi tunachagua ili tupate